Serikali ya mtaa wa Zingiziwa, na huyu ni mwenyekiti, atakuambia majina yake, miradi katika mtaa wake na pia changamoto. Lakini pia uh, mlangoni pale kuna mti mkubwa wa mkongo. Basi wewe utauona mkongo. Karibu sana mwenyekiti. Asante mm, sana. Naitwa Jafari Jumanne Masanja, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Zingiziwa mwenye jina la kata hii ya Zingiziwa. Uh, tunampongeza mheshimiwa uh, tuna uh Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye kata yetu ya Zingiziwa. Kata yetu ya Zingiziwa ina mitaa minane lakini miongoni mwa mitaa minane uh, mtaangu wa Zingiziwa umenufaika kupata vitu vifuatavyo. Tuna kituo cha afya ambacho kimechukua pesa takriban milioni mia saba na na ushe. Uh, lakini pia uh, mtaangu wa Zingiziwa huu pia umenufaika na kituo cha watoto wenye uhitaji maalum ambao tayari jengo lishapauliwa liko kwenye hatua za umaliziaji. Lakini vile vile tumepata darasa maalum kwa ajili ya, ya tehama kwa vijana wetu wa kidato uh, cha kwanza mpaka cha nne ambao katika shule yetu ya sekondari Zingiziwa tumenufaika. Lakini kata yetu ya Zingiziwa pia bado ina, ina miradi mikubwa ambayo ipo katika mtaa wetu wa Zingiziwa. Uh, sisi Zingiziwa tunasema mama hatuna deni naye. Mama pamoja na wasaidizi wake wamefanya makubwa, lakini pia tuna kituo ambacho kimeletwa hapa cha maji taka, kituo kikubwa sana na kitakuwa na na, na, na fedha nyingi ambayo na ujenzi unaendelea pale, lakini tuna ofisi yetu ya kata. Kwa hiyo Zingiziwa za kusikia tu Zingiziwa, Zingiziwa ikoje. Lakini licha ya haya ambayo tunazungumza, mafanikio ambayo yameletwa kwenye mtaa wetu wa Zingiziwa, zipo changamoto ambazo uh, zinatukabili kwenye mtaa wetu wa Zingiziwa. Kabla ya kwenda kwenye changamoto, mwenyekiti umesema, kuna kituo kama cha watoto wenye mahitaji maalum. Kina uwezo wa kuchukua watoto wangapi? Na kile kituo kitakuwa kuchukua watoto 85 na kuendelea. Kwa mtaa wako tu? uh, tutachukua mitaa tofauti tofauti, hmm. E, si Zingiziwa tu sababu Zingiziwa ta mitaa minane kuweza katika miongoni mwa mitaa yote minane watoto wakachukuliwa kuja kupata hiyo huduma ya kulelewa kwenye kituo hicho cha watoto wenye mahitaji maalum. Na pia umezungumzia swala la majitaka. Hilo nalo likoje? Na, majitaka iko chini ya DAWASA na programu iliyopo, manake wanataka kuondoa sasa ule uh, ujenzi holela wa vyoo, manake kutengeneza bomba edha, uh, wataunganisha kwenda kwenyeo hiyo tenki la maji taka litakuwa na chakata, lakini pia kwenye hiyo maji taka kuna kuna gesi itatengenezwa. Lakini pia wale wakazi wa eneo jirani na ile ile matenki maanake watanufaika kupata umeme. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo sisi wa Zingiziwa tunashukuru na tunapongeza kwa jitihada ambazo eh, wanazifanya eh, rais wasaidizi wake kiwemo mbunge eh, na diwani ambaye eh, anaongoza mpaka sasa hivi. Zingiziwa iko pembezoni mwa manispaa hii ya Ilala. Atukizungumzia kata ambazo ziko pembezoni mwa manispaa ya Ilala ni Zingiziwa. Kwa hiyo tukao tuangalia, uh, mahitaji ya kata ya Zingiziwa, mitaa minane ambayo kunaweza kuhudumia mitaa jirani kutoka Dondwe Oyoyo, uh, kojo ulale wote kwa na hudumu hapa, lakini kulingana population ya watu watu wamekuwa wakiongezeka kila siku, unakuja kwamba um, mzingiziwa ni mji ambao a uh, una wanahamia watu wengi. Kwa hiyo changamoto ambayo ikuwepo manake ifika sehemu kile kituo chake na hemewa. Wagonjwa wako ni wengi. Lakini tuendelea kuomba na baada ya kuomba na Mama Samia kwenye mpango wake kwa kila kata kuwa na kituo cha afya, basi Zingiziwa nasi alituona na tukaweza kupokea takriban milioni 700 ambazo siweza kujenga kituo cha afya. Na muda si mrefu. Ah, kwa hatuamba tunao sasa hivi tuweze kuanza upasuaji. Tusubiri tu jenereta na mashine za usingizi zipo tayari tuanze na upasuaji. Kwa mama, mama sisi hatuna deni naye, uzingizi hatuna deni naye. Tuzungumze mambo mengine, lakini kwa mama, kazi yake kaifanya vizuri na sisi tunashukuru. Tuna tuazima tutembee kifua mbele eh, kwamba changamoto iliyokuwepo baada ya kwenda sasa aa, zing, nani, chanika sasa twende Chanika hapa ambayo kwamba basi tunaishia hapa, yatokea kwamba Chanika aidha aende Amana, lakini kwa issue ambazo ziko chini ya uh, ya kituo cha afya zina malizikia hapa hapa. Uh, changamoto palipo na na neema, changamoto zikosikani changamoto zipo, hususan ukiangalia kwamba ha hii miji ambayo inachipukia inakuwa na changamoto nyingi. Population ya watu imekuwa ni kubwa sana, lakini changamoto ambayo tunayo ni miundombinu. Tunazungumzia barabara inayotoka Videte kuja Zingiziwa. Aa, barabara kama umekuja umepitia njia, nadhani mtakumeona kwamba njia haiko sawa, haiko sawa, lakini tuna baba yetu ina madimbu makubwa, lakini tuna kivuko ambacho tunakiita kwa kichwa. Aa, kile kivuko kimekuwa kinatunyima usingizi. Yaani sisi viongozi pamoja na wananchi wetu. Ah, nafika hatua kwamba tumeingiza milioni 700 kwenye kituo cha afya. Lakini tumeingiza milioni 700 inapotokea kwamba mvua nyingi wamenyesha mkubwa, maana yake huwezi kwenda, hawezi uh, kwenda Chanika. Sasa kama huwezi kwenda Chanika na ubura mgonjwa anatakiwa apate lifa kutoka hapa kwenda either uh, Amana, maana yake huwezi kumvukisha pale. Kwa sisi tunachokiomba pale ni kujengewa barabara nzuri na lakini pia kuweka kivuko pale. Kwenye daraja la kichwa. Nadhani hiyo changamoto ambayo tunayo, lakini pia baada ya changamoto nyingine, kituo cha cha polisi, na tukipata e, kituo cha polisi cha kati, itakuwa ni vizuri zaidi. Sisi Zingiziwa, ukitoka hapa kutafuta kituo cha polisi, tofauti na Chanika ambayo ni kituo cha wilaya, basi utaenda Mkuranga, na kama ujaenda Mkuranga utaenda utaenda Masaki. Sasa hapa katikati unakuwa na changamoto. Kwa hiyo miji ina inaongezeka ina la watu, mahitaji nayo yanaongezeka. Kwa nadhani barabara ikiwa imetengenezwa, magari yakapita kwa wakati na wananchi wetu wanapata adha kwa sababu mvua inapokuwa imenyesha maji yanapita pale, maana usafiri wa kuja kwa changamoto. Tunalazimika sasa eza utumie njia uh, utumie njia ya bodaboda boda, ukifika pale bondeli lazima ufanyeje, uvushwe kwa kubebwa na watu ambayo um, kitu si salama sana lakini, pia ukiangalia uh, usafiri bara, magari kuja mpaka Zingiziwa yanakatisha ruti. Kwa nini yakatisha ruti? Barabara unakuta ni changamoto. Kwa hiyo wale wenye magari nao naangalia kwamba je, uh, avunje spring akatumia gharama shilingi laki tatu au akatisha ruti kwa, unaona bora akatisha ruti kutofia huko. Sasa sisi kama viongozi, tunakuwa tunapata changamoto kubwa sana kuhakikisha usafiri unafika huko. Tuendelea kuomba serikali yetu, najua ni sikivu Aa uh, hizi changamoto tunazijua na wanazijua kupana sana, lakini inawezekana ni muda tu, na sisi tunaendelea kuwa na subira, lakini pia kuomba, hatuwezi kuchoka, tuendelea kuomba uh, tuone hatimaye kwamba serikali itapofika wakati wetu basi watuone, lakini wangetuona mapema zaidi ingekuwa vizuri zaidi. Hiyo ndio changamoto ambayo tunayo kwenye mtaa wangu mm, wa Zingiziwa hususan, hii ni swala la miundombinu, lakini tukizungumza miundombinu kwa upande wa kituo cha afya ni uzio, tumeingiza fedha nyingi sana tumeingiza fedha nyingi kwenye hii kituo cha afya lakini ninapoangalia kwamba uh, usalama wa mali zetu lakini pia uh, na wahudumu wetu tunatakiwa kuwa na uzio. Tukiwa na uzio kwenye kituo chetu uh, itapendeza zaidi. E, wengine maboresho ni jambo la kawaida, kwa mfano Rubber Garden kuweka paving, lakini uzio tuna, tuna tunaomba sababu tunapata theater. Tunapopata theater tumepata, tuna uh, jengo la, la la kina mama, OPD ipo pale, lakini jengo la kina mama, jengo la upasuaji inahitaji kuwa na stara. Eh, unajua mama zetu lazima kuwa na stara, ambazo mtu apokuwa ameenda kufanya operation either kujifungua, basi stara iwe kuliko kutokuwa eneo linapalika wazi. Ndio changamoto ambazo naziona mimi kwenye kwenye eneo letu, lakini tuna tuna changamoto ya maji uh, maji tuna tenki kubwa ambalo limejengwa kule mtaa wa Nzasa ndani ya kata hii ya Zingiziwa, maji bado hayajatufikia kwa sisi. Tuko tuomba basi ule mradi wa Dawasa kupitia kwenye ile tenki la maji uweze kufika kwa haraka, ili watu waweze kutumia maji yao safi na salama. Sisi tunatumia maji kwenye visima vile, ila vya misaada vya kuchimba kwa ujengeze ringi tatu nne. Sasa kulingana na population ya watu Zingizi, watu wamekuwa ni wengi, unakuta tenki la majitaka liko pembeni, lakini kisima kiko pembeni, kiafya haiko haiko sawa. Nadhani tukipata maji safi na salama Zingiziwa, sisi tutakuwa na kamji fulani ambao tunatarajia katakuwa kama kama gwanzu ambao tulikuwa tunatamani kuona mazingira kwa salama, watu wapata huduma safi lakini eh, wanafanya biashara zao kwa uhuru na usalama watakuwa ni mzuri. Uh, upande wa elimu, mimi nashukuru sana walimu wangu, nashukuru sana walimu wa sekondari ya Zingiziwa, mkuu na timu yake, uh, shule ya msingi Zingiziwa, mkuu na timu yake, uh, tunapeana ushirikiano na sisi kama serikali ya mtaa, tunapo ushirikiano. Kwa nini tunapo ushirikiano? Tumeona msingi wa elimu tunaanzia kuchini. Kwa mfano, shule ya msingi kuanzia chekechea mpaka darasa la saba na, na ndio tutategemea kwamba ndio ujenzi wetu kama wa, wa, nyumba kwa hiyo tutacho hapo kushirikiana kwa wale wazazi ambao waso fika watoto wao shuleni. Tuna mwomba mkuu wa shule kupitia kwenye walimu wa madarasa wanatuletea majina ya watu ambao wazazi wao uh, haonyeshi ushirikiano. Nazungumza haonyeshi ushirikiano kwa sababu gani? Hajui mtoto wake kwamba mwalimu wa darasa hamjui, mwalimu pengine hamjui, lakini je, anafuatilia masomo mwanae anasoma tunapoona kwamba kuna changamoto mtoto afiki kwa wakati shuleni, aidha siku tatu siku nne, sisi tunaomba barua wanaandikia wazazazi, wanakuja serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa na sisi kwa ajili ya committee, tunapozungumza na tuwapekea maazimio, wanaandika barua za kujicommit kwamba wataonyesha ushirikiano kuhakikisha mtoto yule, ule utatu mtakatifu unapatikana. Maanake utatu mtakatifu koje? Baba mwana, aa, na mwalimu maana baba ata play part yake na mtoto ata play part yake na mwalimu. Tumekuwa na changamoto kubwa ambayo, uh, wazazi wanaachia mzigo mkubwa mwalimu. Yani, mwalimu anakuwa anakuwa anakuwa ni ni ni mlezi, wanakaa muda mrefu tabia zake anacheza na nani, makundi yake ni kina nani ni kwa, kwa, kwa karibu na walimu. Kulai kwa kwa wazazi ni kuhakikisha kwamba anakuwa karibu na walimu wetu. Lakini ninashukuru sekondari pia wametengeneza mpango mzuri tu. Usipofika siku mbili, e, lazima siku ya tatu kama hujafika bila maelezo yote, mzazi huta hataruhusiwa mwanao kuendelea na shule mpaka aje atoe maelezo vizuri. Na kama alikuwa ni mgonjwa, aje basi aje na risiti ile ya malipo ya serikali kama labda amelazwa aje na nani na, aji, na, na kitambulisho chochote ambacho kwamba kwa melazo.